ini Salim Mvurya amebaini kuwa maandalizi ya, ya sherehe za mashujaa yatang'oa nanga Jumanne wiki ijayo baada ya kuweza kuikabidhi kwe uwanja unaotarajiwa kuandaa sherehe hizi wa Ithookwe kaunti uh, ya Kitui kwa kamati ya andalizi. Akizungumza walipokuwa na kago ujenzi wa uwanja huo pamoja na gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe, viongozi hao wamebaini kuwa tayari asilimia 92 uh, ya uwanja huo umekamilika waweze kukamilisha hizo sehemu ile ya sengege ya mawe mita 885 na hiyo barabara ya lami na malango ya kuingilia hapa yakamilishwe. Kwa hivyo siku ya Jumanne tutarudi hapa. Tukirudi hapa, ile, ile paa ambayo inawekwa itakuwa imekamilika na kazi zingine ambazo tumezipeana. Kwa hivyo siku ya Jumanne tutarudi tena ili pamoja na kamati ya sherehe tuweze kuwakabidhi rasmi e, ili waweze sasa kuanza kutumia hii kiwanja. Tulikuwa tumejadiliana tuwapatie leo lakini tumeona bado kuna mambo mengi ya kiufundi ambayo yanaweza hatarisha wale watakuwa wanafanya mazoezi kwa hivyo tarehe kumi na nne mwezi wa kumi, Mwenyezi wa kumi Mungu akitujalia tunarudi tena hapa Stadium. Ukiangalia is uh, at 96% uh, complete. Kitui County is ready for Mashujaa Day celebrations and we want to invite uh, the residents of Kitui, the residents of Eastern and Kenyans in general tuko hapa katika uwanja wa Ithookwe Stadium Kitui, ambao unaendelea kumaliziwa ili sherehe ya mashujaa ambayo itafanyika tarehe ishirini mwezi huu wa kumi ifanyike hapa na kama mnavyojua mgeni wa heshima atakuwa rais wetu, eh, William Ruto.